Harigani taifa la Mungu, huu ni ujumbe kutoka kwa Paul Mwakajumba kwenda kwa Watanzania wote. Paul Mwakajumba anasema kwamba pamoja na salamu za kuwatakia heri ya mwaka mpya, mwaka elfu mbili na ishirini na sita, napenda kutumia nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu aliye mwingi wa rehema na huruma kwa neema yake juu ya maisha yetu. Anasema tumepitia mengi tangu tuianze Jumapili ya kwanza mwezi Januari hadi hii tunaifikia Jumapili ya mwisho katika mwaka huu. Anasema yapo mengi mema Mungu ametufanyia, yapo mengi magumu adui yalitupitisha, mengine magumu Mungu aliruhusu yatupate, ili tuimarike zaidi imani zetu kwa kuutafuta msaada na uso wake, hasa pale tulipotaka kukengeuka maana anatupenda Mwakajumba anasema iko mishale mingi ilielekezwa kwetu, lakini katika yote Bwana amekuwa ngome na ngao yetu, mlinzi, mwamba na mtetezi wetu, amekuwa jabali letu na kinga yetu. Mwakajumba anaendelea kwa kusema hakutuacha tufanywe mateka kwa adui zetu, hata pale walipotaka kula nyama zetu hakutuacha tuwe mawindo yao wabaya wetu. Kuishi kwetu hata leo ni kwa sababu ya neema yake. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, nafsi yangu na iseme sasa. Anaendelea kwa kusema, katika hayo yote jua lipo kusudi Mungu anataka tulitimize. Hivyo kabla hatujaingia elfu mbili na ishirini na sita, tumuulize Mungu anataka tusimame wapi? ili tukitimiza kwa msimu mwingine ujao. Happy last Sunday of the year, 2025, in advance. Na tunapokukaribisha mwaka mpya, na muomba sana Mungu akaguse hitaji la moyo wako na mwaka mpya ukawe wa tofauti kwako, Mungu akakupandishe viwango tofauti, ili wakati ukifika uje utoe ushuhuda wako kwamba katika hili namshukuru Mungu. Mwakajumba anamaliza kwa kusema kwamba, ndugu zangu, kwa pamoja tudumishe amani, umoja, mshikamano, undugu na upendo katika kuijenga nchi yetu Tanzania. Neema ya Mungu ipitayo vitu vyote ikawe juu yako Amen. Happy New Year. New 2026 Year. Paul Douglas Mwakajumba, mjumbe mkutano mkuu wa CCM taifa. Huu ni ujumbe kutoka kwa ndugu Paul Mwakajumba kwenda kwa Watanzania wote.